Karibu sasa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Mkuu wa Wilaya ya Mbogwe Sakina Mohamed ameagiza kuitishwa kwa wazazi wa Kata ya Nyakafuru na Masumbwe wenye watoto shuleni ili kutoa elimu ya masuala ya lishe, kwani bado kuna changamoto ya uelewa mdogo wa makundi ya chakula, mila na desturi zinazoathiri ulaji wa virutubisho muhimu, hali inayochangia udumavu kwa watoto. Salma Mrisho huyu hapa kwa taarifa zaidi. Wilaya ya Mbogwe inaadhimisha siku ya lishe kitaifa yenye kauli mbiu ya afya ni mtaji wako zingatia unachokula. Maadhimisho haya ni sehemu ya juhudi za kitaifa za kuimarisha afya kwa kuhakikisha jamii inajengiwa uelewa kuhusu ulaji bora, usalama wa chakula na athari za kiafya zinazotokana na lishe duni. Watoto, wanawake, vijana na wazee wamekuwa wakikumbwa na athari za ulaji usiozingatia mahitaji ya mwili. Kila sababu ya kuwachangia watoto wetu chakula shuleni ili waweze kuwa na utulivu wa akili nafsi, na wawe na afya bora, licha ya kupungua kwa asilimia sr tatu ya udumavu, lakini imekuwa bado ni changamoto ambayo huathiri ukuaji wa mtoto kimwili na kiakili, na wanakuwa na uwezo mdogo wa kujifunza, wanakosa mchango mzuri kwenye elimu na hata baadaye kwenye soko la ajira. Vilevile vile kuongeza uelewa kwa umma kuhusu faida za lishe bora na madhara ya utapia mlo katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii inatukumbusha kwamba msingi wa maisha yenye tija, uwezo wa kufanya kazi na maendeleo ya kiuchumi unategemea sana afya njema. Wazazi wamekuwa wakiitwa kwenye vikao kuja kuzungumza kwa pamoja masuala ya lishe kwa watoto, lakini hawaji, na hapa mkuu wa wilaya ya Mbogwe Sakina Mohamed anatoa maelekezo. hatuwezi kukubali kuwaona tunawanyanyasa watoto wetu katika umri mdogo wa namna hii, anakuja shuleni ajapata chochote lakini tunategemea mtoto huyu tunampa elimu, unakwenda kumpa elimu ya namna gani? Kwa hiyo, mkurugenzi, naomba kikao hicho wiki ijayo, ili tunapokwenda kuzungumza na wazazi tukazungumze na wazazi waweze kuchangia chakula shuleni na namna bora ya kutumia maeneo yetu yaliyoko shuleni. Kwa mfano hizo maeneo yetu, tuweze kutumia hayo maeneo kwa ajili ya kupanda chakula mashuleni. Anatoa wito kwa wazazi Twendeni tukachukua hatua tukabadilike, kwa ajili ya afya za watoto wetu. Nataka nikwambie, hakuna muujiza wa mtoto kufanya vizuri darasani bila chakula, haupo. Tutasingizia wachawi wameroga mtoto, mtoto wangu asikii. Ambacho asikii ni chakula ambacho hujampa kinachotakiwa. Pamoja na hayo, mkuu wa wilaya ya Mbogwe Sekina Mohamed ametoa miche ya viazi lishe katika baadhi ya shule ili zipandwe na kusaidia chakula shuleni. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Hilo ni jicho letu mkoani, lilikuwa linaangazia huko mkoani Geita. Baada ya mapumziko mpum